Wanaifunga kwa sababu nimefanyaje? Nimekufa. Turudi katika somo tulilosoma. Somo hili nimeligawanya katika vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza, Yesu Kristo akizungumza na wanafunzi wake akiwaambia, hebu angalieni hekalu hili, wakati wanamwonyesha, wanaonyesha fahari ya kwamba hebu litazame hekalu hili, hebu litazame namna lilivyo lizuri nataka nikuambie, hili jengo litakapokamilika litakuwa zuri sana. Yaani mimi nimeshaliona ni likiwa limekamilika, ile hali likiwa hivi, yumkini hata sisi tukaanza kujivuna na kujitamba, embu nendeni mkaangalie kanisa letu, embu nendeni mkaangalie namna lilivyo. Lakini Yesu anawaambia siku moja itafika, hakutabakia jiwe juu ya jiwe, yaani hakuta bakia kitu kama hichi Hakutabakia jiwe juu ya jiwe ambalo halitafanyaje? Halitabomoshwa. Maana yake anataka kuambia nini? Anataka kuambia kunitegemea mimi, kunitumainia mimi, kunifuata mimi ni bora kuliko kuwa na hekalu lililo zuri. Haimsumbui Mungu mukisali chini ya mti, ili hali munamtafuta yeye. Inamshangaza sana ukiwa kwenye jengo zuri la ilialiu mwacha Mungu atusaidie. Naomba niende haraka haraka, maana mimi hapa niko kwenye kivuli, lakini naona upande wa huku akusisika mchana huko akusaidiia suku. Jambo la pili, anawaonya kwa habari ya udanganyifu. Udanganyifu, watu wengi leo wanadanganywa, watu wengi leo wanavutwa, kila mahali Kristo yupo, unasikia Njoo huku kwa nabii wa kweli, njoo huku kwa Yesu wa kweli kweli, njoo, kila mahali unaambiwa njoo huku, kuna Yesu wa kweli. Nataka nikuambie leo, Yesu wa kweli yuko moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wa, wa kweli yuko moyoni mwako, anasema mkisikia, njooni huku nipo, usiende, usiende kulia wala kushoto. Pale ulipo mimi nipo, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, mimi niko mahali hapo pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wa kweli yuko ndani ya moyo wako, hizo nyingine zote nkele hapa. Tumekusanyika kumwabudu Yesu tunayemwamini ambaye kila mmoja anamwamini kila mmoja. Kwa hiyo mimi ainisumbui, ainisumbui hata tukiwa wawili, hata nikiwa mwenyewe kumwabudu Yesu, kwa sababu mimi ninafanyaje? Ninamwamini, sina hakika na Yesu wa kwako unayemwamini. Umkini wengine wanamwamini yule Yesu wa kumwambia bariki chakula hiki. Ikifika kulala, kuna kakitu kake anakamwagia maji ni kuleta ulinzi. Kila mmoja na wa kwake wanayemwamini, mwingine anamwamini Yesu anayeweza kuponya mafua, nikiuma nikiuma tumbo anakika kitu kake ambako anakameza ili kuondoa zongo alilopata. Tuangalie tusije tukadangani, yako mafundisho mengi ya uongo sasa hivi, wako manabii wengi wanaosimama kwa uongo sasa hivi ili kuweza kuwapoteza watu wa Mungu. Na kila mmoja anavutia upande wake, na unajua anavutia nini? Ufuko ujai ndio maana ukifika anakuambia ili ukutane na Yesu, leta shilingi la kitabu. Anataka kukutanisha na Yesu wake aliyokufukua. Mungu atusaidie. Jambo la tatu, anawaambia kutakuwa na vita, kutakuwa na njaa, kutakuwa na matetemeko Musiogope kwa sababu ule mwisho bado. Ule mwisho bado. Jambo la nne anazungumza kwa habari ya mateso ya waumini. Anasema maana watawasaliti ninyi, watawatupa gerezani ili mfungwe kwa ajili yangu. Lakini bado hata katika hayo msifanyaje? Msiogope. Mwambie mwenzio usiogope. Mwambie usiogope. Wengine kwa sababu ya mateso wamekata tamaa na kurudi nyuma, lakini nakuambia leo, songa mbele, bado nafasi ipo, bado ushindi upo. Mwamini Bwana Yesu, endelea mbele, endelea na safari. Mtume Paulo anasema kwa sababu ninayahesabu mateso ya wakati wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kuna utukufu umewekwa mwisho, kuna utukufu uko mwisho wa safari. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kuna wakati tutapita katika wakati mgumu, kuna wakati tutaingia kwenye kipindi kigumu cha maisha yetu. Kuna wakati unaweza ukafikiri waka, labda Mungu amekuacha, lakini hajakuacha. Anasema dhahabu safi inasafishwa. Kwa nini inasafishwa? Kwa moto, lazima upite hapo ili unapotoka kule ng'ambo uwe una Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ukiona unapita kwenye kipindi fulani cha mateso kwenye maisha yako, jua Mungu amekuandalia utukufu mkubwa kuliko kwenye Agai. Anasema utukufu wa nyumba ya Bwana wa pili utakuwa mkuu kuliko ule wa nini? Wakati mwingine watu wanaweza wakakujengea vikwazo, wakati mwingine watu wanaweza wakakuzuilia, lakini vile vikwazo ulivyojengewa, vile vizuizi ulivyowekewa, utakapovivuka, utakapoingia ng'ambo ya pili, utauona utukufu mkuu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho mwisho, kuna furaha iliyoandaliwa waliovumilia mateso. Kuna furaha iliyoandaliwa kwa waliovumilia mateso kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya mia na ishirini na sita mstari wa sita anasema ijapokuwa anakwenda anachukua mbegu yake akienda ya shambani akilia, ijapokuwa unakwenda shambani ukilia, ijapokuwa unapanda kwa tabu na kwa shida ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, ijapokuwa unasoma kwa mateso, kuna wakati ulali sawasawa sawa, kuna wakati utachekelea, wakati ukiyakusanya mavuno yale uliyoyatesekea, yale uliyopiga palizi wakati jua linawaka sawasawa. Wakati unayakusanya hayo mavuno, utayakusanya ukichekelea, wakati unaiona faida ya kile ulichokuwa unateseka kwa ajili ya hicho, utakuwa unafurahi. Acha tuteseke hapa duniani, Acha tunyanyaswe hapa duniani, acha tukataliwe hapa duniani, lakini tutakaposimama mbele za Bwana tutakuwa tunachekelea kule. Tutaimba haleluya isiyokuwa na mwisho, na hakuna wa kutuuliza. Kuna wimbo mmoja tulikuwa tunaimba tukiwa Sunday School: tutaimba hosana, tutaimba hosana zunguka zunguka kwenye kiti cha enzi tuta imba hosana tutaimba hosana, tuta imba hosana. Haleluya, tutaimba hosana kule kwa Baba tukizunguka, zunguka kwenye kiti cha enzi tuta imba hosana tutafurahi na Bwana na wala hakuna Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuamini kasome habari za tajiri na Lazaro. Wakati Lazaro anateseka, anaangaika, ananyanyasika hapa ulimwenguni lakini baadaye yuko kwenye kifua cha Ibrahimu. Hakuna wa kumuuliza. Tajiri anasema, jamani, yule jamaa alikula alikula hata makombo yangu jamai